Uh, kwa majina anaitwa Abel Ondigi. Uh, mi ni mkaaji wa Ngong. Uh, mkaaji wa Umoja slam. Uh, nimetoka katika shirika la Mpenda Mazingira Youth Initiative, ni shirika la vijana la linalohusiana na mazingira ya huu mtaa wetu na mitaa yote iliyo kwa ajili yetu la Kajiado. Unapoangalia, unajua kuhusu Siku ya Kimataifa ya Choo ambacho ni kila tarehe kumi na tisa Novemba, inakupa maana gani wewe binafsi na katika jamii yako? Ndio uh, mi najua najua tarehe kumi na tisa mwezi Novemba kwa kila mwaka tunasherekea uh, siku kuu ya choo duniani, na pale mimi ninapoona sikukuu ya choo duniani kwangu binafsi na kwa jamii yangu, nitaanzia na kwangu, nitasema kwangu najua kuna haki ya kila mtu manake kwenda choo ni haki ya kila binadamu, hata wanyama wanaenda choo. Lakini kwangu binafsi wakati huu nafikiria vile uh, mji wangu ama community yangu itakuwa na choo safi itapata mazingira safi ya kwenda ama pale tunapopata zile choo za kiserikali zile za public toilets, zenye nazo zinafaa kuwa safi katika jamii yangu kuna wakati unapata mitaro inapitisha yani ile kinyezi kutoka nyumbani, ile uchafu ya mtu kutoa, ile hali ni haki yake, lakini ni hapa nje nakuja kuwa ni, si sawa kwetu, wale wenye tunakuwa kiafya, ama wale watoto wanaocheza katika huu mtaa. So kwangu hiyo inakuwa hata kama ni, ni lazima kibinadamu na ni haki ya binadamu. Uh, wakati mwingine watu wanayafanya ikakuwa ni mambo yenye si ya kawaida, yani si yale mambo ya heshima labda. mm -hmm. Mm. Kwa mtazamo wako ukosefu wa usafi wa vio zinavyofaa unaathiri aje ama inaathiri aje afya hasa kwa watoto na wanawake na heshima ya watu katika eneo lako? Ah, katika eneo langu tunapoona kila wakati eh, kuna visa zinazopatikana mara hii um, nyumba imepigana na hiyo nyumba nyingine kwa kwa niaba, hawana choo choo vio vizuri ama choo yao si salama kutumia. Uh, pale pengine tunaona maji yanayoteremka kama haya maji yaliyo nyuma yangu, haya maji yana harufu, na hiyo harufu inafanya kukue na nao ina shida ya kupumua uh, inafanya hata wale wageni wanaotembea hata kwako nyumbani ikuwe ni ngumu kwa, kwa kuwapata. So, inakuwa ni ngumu sana for kama sisi wana kijiji ama wale wa mtaa kupata wageni Apili, na pili kuepuka na magonjwa. Unapata mtu ako na ugonjwa wa kimwili tu, ugonjwa ulioletwa na hiyo harufu ya hiyo mtaro ama harufu ya hizo choo. Na tatu eh, hapo unapata wanajamii wamekoseana heshima manake, unapata ukitoka nje mtoto mdogo anapata mzee mzima hapo, kwa hapo nje anaenda haja yake hapo. Uh, awali nilisema ni ni kila mtu, hiyo ni ya kila mtu, kila mnyama lazima aende, lakini ile heshima ya kuwa kuna kio pale ama kuna choo zingine ziko pale chini mahali mtu anafaa enda akajisaidie, au wanakijiji wangu wajajituma kuwa nayo kuwa na hiyo kujituma, kuwa hapa ndipo ndipo nafaa niende aje yangu, nafaa kuwa na heshima hapa, huu mtana watoto wanao hapa, so heshima inateremuka kwa majina. Naitwa Samuel na tadi nimetoka Ngong. Je, wewe au watu unaojua mnakutana na changamoto kupata vyo salama na vya faraga na unaweza kuelezea changamoto hizo ambazo mnapitia? Ndio, changamoto changamoto tunazopitia ni hmm, nyingi zaidi kama kupata vyo vi, vingi hapa, hapa tun, a, a, katika mazingira yetu ni vichafu zaidi. E, pia kuna uhaba wa maji safi na Kisema pia tuki, tukio, tukizungumzia kuhusu vyoo vya umma pia kuna uhaba ndio mm -hmm. labda unadhani ni hatua gani zinazotakiwa kwa watu binafsi jamii na serikali ili kuboresha upatikanaji wa vyoo salama na Kenya inaweza changia aje kufikia lengo la kimataifa la usafi kwa wote ifikapo mwaka wa 2030 ndio kwa, pia kwa, kwa, kwa njia ya ku kuongeza maji ambayo ni safi, pia kuongeza idadi ya vyoo vya umma na kuzingatia usafi katika vyoo vya umma pamoja na vya watu binafsi. Kwa majina, naitwa Grace Njeri, anatoka Ngong Kajiado. Kuna magonjwa yenyewe mtu anapatanga akinda msalani, kwa mfano unaweza pata ugonjwa infection ya mtu mwenye ako na magonjwa yingine na inaweza kuletea shida mwilini. Ni hatua zipi ambazo wewe kama mwenyeji unataka aidha serikali ama mashirika yanayohusika kuweza kufanya ili kuhakikisha kwamba kuna usafi na choo yeah, mzuri kwa wananchi? Ningetaka serikali ninge, iingiliane na hizo mambo za choo ijengee watu choo safi na ambayo iko iko na na iko na iko na pahali pakuoshea na hapana magonjwa mengi na pa kupa safi. Kwa majina, anaitwa Milka Lemayan, ametoka Kahara. mm, hii maji inaathiri watoto, juu unapata watoto wanapenda kuchezea maji, unapata watoto wadogo ameenda amekunywa hiyo maji, unapata mtoto amegonjeka. Na ni hatua gani mnachukua kuhakikisha kwamba mnaelimisha hawa watoto wasifanye kwanza tunaelimisha wazazi wao, wasiwaache waende huko kuchezea hiyo maji, alafu kuna nini za kutreat ya kusafisha hiyo maji eh.